E, kama kawa kama kawaida e, bwana e, Saidi Komba mwenyewe nipo ndani ya Chanika Zingiziwa. E, nakuja na mradi kabambe kama unavyoona e, bwana e, huu mradi wa tauni, milioni tatu, unajipatia kiwanja chako safi kabisa kwa ajili ya makazi kama unavyoona, watu wamenunua bikoni kama zote e, bwana, njoo jichagulie kiwanja chako hapa e, vipo kwenye mchanga kabisa yani, umeona, viko tambalale kama unavyoona, hao wengine wameshajenga yani, umeona, wamenunua na kujenga e, wale wanahitaji sehemu za kuishi hizo hapo hizo, umeona eh? E, milioni tatu tu e, kwa masomo sifuri saba e, moja tano hamsini na saba kumi na sita tisini e, au sifuri e, saba nne saba hamsini na mbili thelathini na saba kumi na moja bwana hizo namba zipo whatsapp e, karibu mteja ujipatie kiwanja chako safi kwa ajili ya makazi milioni tatu e, umeona E, bwana hapa ni tambalale kabisa viko ndani ya Chanika Zingiziwa. Unashuka hospitali e, kwenye mradi hapa unatembea tu. Au unaweza kuchukua bodaboda ni shilingi 1000. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe unaweza ukatembea au ukachukua bodaboda. Kama unavyoambiaga siku zote, Said Komba hanaga bei. Karibu mteja. Milioni tatu. Umeona eh? Tauni jamani, umeme usiulize. Umeme upo. Huduma zote zipo. Maji, shule, hospitali, usafiri masaa 24. E, asanteni sana. Tunapatikana Chanika Kibaoni Dar es Salaam, ee bwana, hapo ndipo ofisi zetu zilipo Chanika Kibaoni. Asante sana, ukihitaji nyumba ya viwanja, mashamba karibu hapo.